Israel baada ya vita. Nchi inayojipaka majivu ya vita. Mabaki ya taifa lenye moyo uliojeruhiwa. Baada ya miezi ya bomu kufuata bomu, risasi kufunika sauti na vifo kushinda pumzi, Israel sasa imetulia. Si kwa amani, bali kwa uchovu wa damu na huzuni. Mji uliokuwa na sauti za harusi, sherehe na maisha sasa umejawa na nyuso zilizochoka, mabaki ya majengo na harufu ya moshi iliyogoma kutoweka. Ni kweli silaha zimetulia kwa sasa, lakini ndani ya mioyo ya mamilioni, vita bado inaendelea. Vita dhidi ya hofu, vita dhidi ya upweke, vita dhidi ya majuto ya chaguo, siasa na ubinadamu uliolegea. Sehemu ya kwanza: Yerusalemu iliyonyamaa kulia. Mji mtakatifu wa dini kuu tatu sasa unatembea kwa miguu mizito. Masinagogi yanayofunguliwa kwa nusu ya mlango. Kanisa la Mtakatifu Sepulkri linapokea waumini waliotulia kimya, wakibeba maombi mazito kuliko maneno. Msikiti wa Al-Aqsa unainuka kimya kana kwamba unasali kwa wote waliopotea. Bila kujali upande gani wa vita walikuwepo katika Yerusalemu, hakuna upande ulioshinda. Kuna tu kumbukumbu za marafiki waliogeuka maadui na watoto waliogeuka mashujaa wa kaburi. Sehemu ya pili, Ashkelon, Sderot na mikoa ya mpakani. Majengo yameanza kujengwa upya, barabara zimesafishwa, taa za umeme zimerudi, lakini taa ya matumaini bado ni hafifu. Mzee mmoja aliokoka shambulio alisema, wametujengea nyumba mpya, lakini siwezi kulala humo. Ndoto zangu zimebaki kwenye nyumba ya zamani pamoja na mke wangu aliyefariki. Maisha yanaendelea, lakini sio kwa kawaida. Kuna wakati kimya zidi kelele, kuna wakati kumbukumbu kumbu zinauma kuliko risasi, na kuna wakati watu huuliza kwa hofu: je, hii ni amani ya muda au mapumziko kabla ya janga lingine. Sehemu ya tatu: Waisrael waliopoteza ndugu, sauti za kusamehe iliyogubikwa na machungu. Vita haikumwacha mtu salama, hata upande wa Israel familia nyingi zinahesabu hasara ya maisha. Mama aliyopoteza mtoto wake wa askari analia kila jioni kwenye kiti chake cha jikoni, akisema, nilimlea kwa miaka 20, serikali ilimchukua kwa wiki mbili tu. Majonzi haya yamezaa maswali magumu kwa jamii ya Israel. Je, thamani ya usalama ni vifo ya watoto? Je, tunaweza kujenga taifa la amani kwa kuua amani ya wengine? Na kati ya sauti za uchungu, kuna wachache waliothubutu kusema, amani si udhaifu, ni ujasiri wa kuishi na kusamehe. Wito wa ubinadamu, tusisahau maumivu ya wote. Israel leo ni ardhi ya mapengo, mapengo ya majengo ya familia na ya matumaini. Vita imeacha alama isiyofutika, si tu kwenye ardhi, bali kwenye nafsi. Lakini bado kuna nafasi, nafasi ya kuwa watu bora kuliko jana, nafasi ya kuchagua maisha kuliko chuki, nafasi ya kuacha silaha na kushikana mikono, si kwa kusalimiana tu, bali kwa kusema samahani na nipo pamoja na wewe. Hitimisho. Tusiruhusu hadithi za maumivu zife kimya. Kwa wewe unayesoma makala hii, usiiache ikapita kama upepo. Tafadhali tembelea chaneli yetu ya YouTube Hubah Online Tanzania, angalia video zetu kuhusu Israel na Gaza, video zinazogusa moyo, zinazosema ukweli bila mapendelezo. Subscribe, like na share kwa wengine, ili sauti ya mateso ya mataifa haya mawili isife kabla ya kutendewa haki. YouTube, Huba Online Tanzania, sauti ya wanaulia kimya. #PrayForIsrael, Pray for Israel. Hashtag hope for peace Hashtag Huba Online Tanzania.